Kwanza niseme tumepokea taarifa za msiba wa ndugu yetu Mheshimiwa Jenista Mhagama kwa masikitiko makubwa. Kwa hiyo natoa pole sana kwa familia yake, Mheshimiwa Spika na wabunge wote, lakini natoa pole zaidi kwa wananchi wa Peramiho ambao kwa kweli walimpenda sana mbunge wao na yeye alikuwa anawapenda sana. Na mimi binafsi Mheshimiwa Jenista ni mtu ambaye tumefanya naye kazi kwa karibu sana na alikuwa ni rafiki yangu Mheshimiwa Jenista tumeshirikiana naye katika mambo mengi. Nachoweza kusema kuhusiana na Mheshimiwa Jenista Mhagama ni mtu ambaye alikuwa na upendo, ni mtu ambaye alikuwa anapenda kufundisha labda mtu kumuongoza, yani yeye alikuwa anapenda kama kuna kazi inafanyika kuwe na, na matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo kunapokuwa labda na changamoto, alikuwa anapenda sana ku kujitoa kuelekeza labda kujaribu kufanya hivi. Ni mtu ambaye anapenda kushauriana na kujadiliana, lakini alikuwa na upendo, yani kwa watu, maisha yake alikuwa ni anatumia muda mwingi katika mahusiano, na alikuwa naamini kwamba katika siasa mahusiano ndio kitu cha kwanza na muhimu kuliko kitu chochote. Kwa hiyo tutamkumbuka kwa upendo wake, kujituma kwake, kujitumikia taifa letu na uzalendo wake.